Hello, uh, kabla ya kuanza somo letu bila kujali huko pande gani ya ulimwengu. Uh, nchini Tanzania tumetoka kwenye kipindi kizito sana kuwahi kushuhudia katika historia ya nchi yetu. Tumeshuhudia kipindi cha uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025, kumetokea mauaji wa Tanzania, wengi wamepoteza maisha. Uh, ni kuombe popote ulipo bila kujali imani yako hakikisha uh, katika maombi yako unawaweka hao wenzetu ambao wamepoteza maisha yao, lakini pia uh, unapaswa kufahamu kwamba hakuna sadaka kubwa kama uhai wa mwanadamu. Kwa hivyo tuitendee haki hii sadaka ambayo imetolewa na wenzetu waliotutangulia mbele za haki. So karibu sana uh, kwenye somo letu, tutajifunza namna gani ya kuandaa syrup ya karafuu. Uh, ni preparation ambayo inatumiwa sana na watoto, ingawa kuna baadhi ya watu wazima pia wanapenda kutumia syrup. Syrup ni zile dawa za kunywa ambazo zinakuwa na utamu ndani yake, ule utamu ni sukari. Kwa hivyo syrup yoyote unaenda kununua dukani ikiwa na ladha ya utamu, maana yake imejazwa sukari kwa kiwango kikubwa sana Uh, ni sukari ambayo inaambatana na dawa ama zile active ingredient ndani ya ile syrup ambazo zinakupa ama kukuponya changamoto zako za afya. Sasa kwenye hii video tujifunze namna gani tunaweza tukaandaa ya kwetu nyumbani ambayo imeundwa na karafuu bila kupoteza muda. Karibu sana. Lakini kama bado huja follow, make sure to follow, vile vile, una click hiyo notification bell kwa ajili ya kupata masomo instantly tunapokuwa tunaposti. Hatua ya kwanza ni kuwa na viambata vyetu. Kiambata cha kwanza ni karafuu na kiambata cha pili ambacho kinaweza ikawa cha tatu pia ni sukari ama chanzo cha sukari. Inaweza ikawa ni sukari ya dukani ama ikawa ni asali. Yoyote kati ya hiki inafaa. Lakini tunapendekeza asali ni bora zaidi kwa sababu asali pia yenyewe ina faida zake katika mwili wako. So ukisha kuwa let tuchukulie una asali pamoja na karafuu uh, unahitaji pia maji masafi na salama. Mahitaji ni maji safi na salama, glasi moja ama ml mia mbili hamsini, alafu vijiko viwili ama vitatu vya karafuu ya unga, na pia unatakiwa kuwa na robo tatu ya asali ya, ya, ya glasi ambayo ina asali, yaani asali yako, hiyo ni robo tatu ya ile glasi kama maji yanapaswa kujaa glasi mezi mia mbili hamsini, lakini asali inatakiwa kuwa mezi mia mbili. Maana yake tatu ya nne ya ile glasi yako. Hatua ya kwanza, unatakiwa kuchukua karafuu yako unaiweka kwenye maji kwa. Utachukua vijiko vitatu vya karafuu utadumbukiza kwenye uh, glasi moja ya maji utakoroga, alafu utatia kwenye sufuria lako safi kabisa ambalo unalitumia kupikia then utawasha moto, moto wako, utainjika sufuria lako kwenye moto. Moto uwe mdogo sana, moto uwe mdogo sana, kisha anza kukoroga taratibu mchanganyiko wa karafuu pamoja na yale maji safi na salama. Hakikisha zingatia moto joto linalotakiwa ni dogo mno mm, kiasi kwamba unaweza hata ukatia kidole mle kwenye ule mchanganyiko na usiungue. Kwa hiyo zingatia hilo, moto uwe mdogo sana usiwe mkali sana kwa sababu utaharibu uh, zile kemikali tiba ndani ya huo mchanganyiko wako wa karafuu. Kwa hivyo utafanya hivyo, utakoroga katika joto la chini sana kwa dakika tano hadi kumi kuruhusu mchanganyiko kufanyika kwa ufanisi. Baada ya hapo utaipua ile sufuria yako ambayo ina huo mchanganyiko wa karafuu na maji uh, ambayo yana, yana joto ambalo sio kali sana. Then utatafuta bakuri ambayo limetengenezwa na ceramic. Amba kama tulivyozoea, anasema mfupa, mabakuri ya mfupa au masahani ya mfupa ni bora zaidi kuliko ya mpira ama glass ama unaweza ukatumia uh, ile bakuli la la bati ama kikombe cha bati. Usitumie mpira kwa sababu mpira unapopata joto unatema baadhi ya kemikali kama phthalate ambazo ni hatari sana kwa afya yako naweza zikasababisha saratani. Kwa hivyo let's say tumetumia kikombe chetu cha bati. Kwa hiyo tutachukua mchanganyiko wetu tuliotoa kwenye moto tutauweka kwenye kile kikombe, alafu hapa juu tutafunika na kitambaa safi kabisa. Uwache walau dakika kumi hivi. Ipoe taratibu, yaani ule mchanganyiko upoe taratibu. Utakavyouacha, kama utaufunika juu, alafu kauacha, jinsi utakapokuwa unapoa taratibu, ukiwa umefunikwa, ndivyo ambavyo uh, yale maji ya moto yataweza kufyonza kemikali zile kemikali tiba ndani ya karafuu kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo kadri unapozidi kuiacha kwa muda mrefu, ndivyo unapopata active ingredient nyingi zaidi. So baada ya dakika kumi toa kitambaa chako, then chukua asali yako, weka kwenye chombo ambacho ndio unataka kiwe uh, chombo ambacho kitahifadhi mchanganyiko wako kwa ujumla katika ile final step yako. Let's say, labda ni ni another glass lakini inakuwa ni kubwa zaidi, ama ni chupa ambayo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo utaweka uh, asali yako mle, alafu utachukua mchanganyiko wako wa maji uh, ya karafuu ambao ulichemsha mwanzoni na umeruhusu upoe. Then kama karafuu uliyotumia haikuwa imepondeka vizuri sana, maana ile karafuu itakuwa na chenga chenga zimejitenga kwa chini, lakini kama ulikuwa umepondeka sana, almost mchanganyiko uh, wako wote utakuwa ni solution uh, solution kwa maana ya kwamba maji na, na, na karafuu almost vimechanganyikana vyote, lakini kama ni tofauti imetengeneza suspension, kwa maana ya kwamba kuna chenga, chenga za karafuu, inabidi utafute kitamba uchuje. Kwa hiyo utachukua kitamba chako utaweka juu ya ile chupa ambayo ina ina ile asali, theni utachuja kwa kumiminia mle. Lakini kama maj, maji ya karafuu yako hayana chenga chenga zile, za karafuu ilipondwa vizuri, basi unaweza ukamwagia moja kwa moja kwenye hiyo container ambayo umeweka asali then unaanza kukoroga taratibu, koroga taratibu, koroga taratibu. Yaani kadi unavyozidi kukoroga ndipo unavyoruhusu mchanganyiko ule kuwa bora zaidi. Na aa, kama utakoroga mchanganyiko ukajichanganya vizuri kabisa, ukawa mzito, ukawa na ile consistency katika kuchanganyikana, unaweza kuweka kwenye moto kidogo, ili kuruhusu ile intense test ya karafuu, unaweza kuweka kwenye moto kwa dakika mbili au tatu, ukawa unakoroga taratibu, ile asali inatokota, yaani isichemke sana asali yani ile inatokota taratibu, inakuwa kama inatoa bubbles ile pale. Theni dakika mbili tatu, toa, weka kwenye chombo chako ambacho ni fine, utakitumia kuhifadhi. Theni ziba huku juu, uh, mvuke usitoke. Kwa hiyo ipo imezibwa huku juu aidha na kitambaa au kitu chochote ambacho ni kisafi hakiwezi kupitisha. Ukishaacha hapo kwa dakika kadhaa ikapoa kabisa mchanganyiko wako. Mchanganyiko wako tayari kwa matumizi na unaweza ukahifadhi kwenye fridge kwa hadi siku saba, na matumizi yake ni kama ifuatavyo: unaweza ukatumia kijiko kimoja hadi viwili kwa siku, unaweza ukatumia kwenye chakula, unaweza kutumia kwenye chai, unaweza ukatumia kwenye uh, labda maziwa vile vile uh, unaweza ukatumia kwenye uh, snacks. Ni wewe tu utakavyotaka, lakini mchanganyiko huu ni bora, mchanganyiko huu ni bora kwa sababu unaweza ukautumia katika mambo yafuatayo. Kwanza kabisa ni kikohozi na mafua, ni moja kati ya dawa nzuri sana ya kikohozi na mafua. Asali peke yake ni dawa ya mafua na kikohozi, jumlisha karafuu, hasa kama imesababishwa na vimelea magonjwa. Kitu cha pili ina boost immune, inaimarisha kinga yako ya mwili. Na kitu kingine ni tumbo kujaa gesi na kujamba. Lakini matatizo ya meno, kama una matatizo ya meno, hii ni moja kati ya syrup ambayo haitaki kukosa katika nyumba yako, kama tunapofahamu karafuu ni the best herbal medicine kwa matatizo yote ya meno. Aa, vile vile kwa matatizo ya aa, kutapika na kichefuchefu ni moja kati ya tiba nzuri sana, na dozi yake ni kijiko kimoja mpaka viwili kwa watu wazima. Kwa watoto zaidi ya mwaka mmoja, usimpe asari mtoto ambaye ana umri wa chini ya mwaka mmoja, atapata changamoto inaitwa botulism. Kwa hivyo hakikisha mtoto wako ana mwaka mmoja na kuendelea, basi unaweza ukampatia nusu kijiko mpaka kijiko kimoja kwa siku kama kinga ama tiba hasa ya mafua na kikohozi kwa watoto. So guys, hiyo ndio namna gani ya kuandaa syrup kama tiba lakini vile vile, uh, matumizi ya syrup na ni wapi unapaswa kutumia. Hope uh, mtakuwa mejeso mpaka na mingine. Bye bye.